Tulikuwa tumeshajua kwamba kunaweza kuwa mkono ambao unafichama bwana Kabila na wangesubiri labda wakuje kumkamata baadaye, wala kumuondolea ile tunaita immunity baadaye, lakini kama wameifu wameitoa vile, inampatia nguvu ya kusema kwamba labda ajikinge, na kwa kujikinga yake lazima aende kwa upande ambako naona kwamba serikali haiwezi kufika kwa haraka haraka. Na tangu alipoondolewa hiyo tunaita, uh, kinga, haujasikia hata inchi moja ambayo inalaumu serikali ya Kongo kwamba imefanya vibaya na unaona kwamba Kabila mwenyewe wakati amefanya sorti ya kwanza ile uh, sorti mediatik yake ya kwanza ilikuwa Afrika ya Kusini, alisema kwamba M ishirini na tatu wanakuwa ni njia mwafaka ya kuleta amani, na sioni kwamba Kinchasa inaweza kumkamata leo kwa sababu anakuwa na ile tunaita sutien, yani anakuwa na watu ambao wanakuwa kwenye rejen wanaompatia nguvu kusema kwamba naye uh, ni rais wa zamani, aendelee kuwa vile. Sioni kama Kinchasa inaweza kumkamata leo wala kesho. juhudi hizi Bwana Byduania amezungumza na viongozi wa dini. Viongozi wa dini ni kiungo muhimu sana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutarajia hivi karibuni kuona kwamba viongozi wa dini wanaendeleza mazungumuzo kutoka kwa Kabila hadi kwa Rais pengine Felix Tshisekedi. Ikumbuke kwanza kwamba makanisa au viongozi wa dini, Kabila aliwapokea kabla yeye awapokee jana, hapo Goma, lakini sasa hii kutoa ile kinga yake ya kama seneti ndo imeleta haya mambo yote ya kusema kwamba hacha na mimi nione labda ninaweza kujikinga, lakini tunategemea kwamba uh, Felix Chisekedi ambaye anakuwa kwenye usukani leo, anaweza akakubali mazungumzo na wapinzani wa nao wanaokuwa na silaha na wapinzani ambao wasiokuwa na silaha, kwa sababu ndo njia mwafaka ya kuleta amani. Lakini eh, tukitegemea vita, sioni kwamba vita itaileta amani, kwa sababu eh, serikali ya Kinshasa haiwasapoti kabisa vijana ambao tunawaita wazalendo, ijapokuwa ni wao wenyewe watoto wa nchi ndo wanaweza kumaliza hii vita kwa sababu wamejitolea, lakini kwa kusema kwamba tutategemea mamuluki kutoka nje kuja kumaliza vita haitawezekana. Ni mazungumzo ndo tunataka, kwa sababu wakongomani wameshachoka na vita. Bwana Byduania, kitu kingine ambacho wengi walistahili kusubiri ama wanasubiri kusikia, mbona rais Felix Chisekedi amesalia kimya tangu kuwasili kwa bwana Kabila pale Goma? Na haiko tu labda bwana Felix Chisekedi kubakia kimya, hata kwenye shamba la vita hakuna kitu kinaendelea, na wakongomani tulioko mashariki tunajiuliza kwa nini vita haiendelei, kwanini ipigani kwanini rais asemi lolote? Na ndo hiyo watu wako wanasema labda uh, ile tunaita balkanization kwa sababu kunakuwa mikataba mingi ambayo iko nafanyika, basi waende kwenye meza ya mazungumzo. Lakini ukimya hautoshi na hautupatii kabisa uhakika kwamba tungali kwenye serikali ya Kongo, au tumeshauzisha upande wa mashariki. Bwana Andre Bia Dunia, shukran sana kwa kutenga muda na kusema nasi Junia. Asante sana kwa muda wako. Asante sana mimi nawashukuru.